Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mitandaoni, yaani huko TikTok bwana, ni hii video ya huyu kijana ambaye alikuwa analalamika kuona bajaji imechorwa picha ya Rotimi nyuma. Alafu wakaandika wakaandika pale pale juu lijali umeona bwana sasa. Hii watu wameitafsiri tofauti tofauti, kwa mujibu wa kila mtu alivyokuwa ameielewa. Tunafahamu kwamba Rotimi amemwoa dada wa Watanzania Vanessa Mde na amemzalisha watoto wawili kama Sikosei na wanaishi vizuri sana sasa hivi Marekani. Vanessa ameachana na mziki sasa hivi amefocus na mambo mengine kabisa, ikiwemo kulea familia yake na Marekani, huyo mwenye asili ya Nigeria Rotimi sasa Kitendo cha Vanessa kuwa na history ya kudate na Jux alafu wakaja wakaachana, walivyokuja kuachana ni kwamba Jux yeye hakupata nafasi ya kuwa na mtoto na Vanessa, umeona bwana. Sasa huyu Jux yeye ameenda ku mpaka sasa hivi hana mtoto, lakini ameoa. Lakini huyu Vanessa alivyoenda tu kwa Rotimi kuchukua muda akapata ujauzito, kitu ambacho kimekuja kumeke headline huku. Watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba Juxy mbona hana mtoto, na ni kijana ambaye ameshajipata, yuko na jipata, pesa, anaishi vizuri tu, imekuwaje anakuwa anakosa kuwa na mtoto. Na kitendo cha Juxy cha Vanessa kwenda kupewa mimba na Rotimi kimeonyesha kama vile watu wamekuwa wakimsema vibaya Juxy kwamba yeye ameshindwa kumpa mimba Vanessa allegedly. Sasa kupitia mitandao ya kijamii na hii video vidio inaonyesha hii bajaji kiwa mechorwa picha ya Rotimi nyuma alafu pale lijali. Sasa, kuna vijana hawajapendezwa na hicho kitu wakaanza kulalamika kwamba kitendo cha wa cha bajaji kuandika nyuma lijali, alafu picha ya jaliaueapcha akitoa malalamiko yake auksilijali konye yeah. Mnapendezwa dada yenu kuwekwa mimba na watu wa nchi za nje sio? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdau <laughs> najua kwamba ni kama vile imekuwa kama ni utani comedy funny, lakini ilidi, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.